Tuna matukio mengine yanayotokea hapo katikati ndani ya hilo juma. Tuna siku ya Alhamisi Kuu, tuna Ijumaa Kuu, tuna ndio Jumamosi Kuu, vigilia ya Pasaka namini, halafu tuna yes. Jumapili ya Pasaka. Sasa yes. Tunaomba utupitishe ni nini kinatokea pale Alhamisi Kuu, tunaupata ujumbe gani kama Wakristo i ku, <coughs> juma kuu, thimu ya siku hiyo Jumamosi Kuu mpaka Jumapili. Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa kweli ni, ni la heka heka, juma ambalo ni la hekaheka ni mambo mengi sana. Tukishamaliza hiyo Jumapili ya Matawi tunaingia siku kuu, maana yake ni maneno mawili tofauti, siku kuu tatu ambayo ni Alhamisi Kuu, juma kuu na Jumamosi kuu, ambayo ndio inatanganisha mpaka kufa kwa Bwana. Siku ya kwanza kuu ni hiyo tunaita Alhamisi Kuu. Alhamisi kuu ina ibada mbili muhimu. Ibada ya kwanza ambayo mara nyingi inafanyika kabla kutokana na mazingira ya parokia mbalimbali, sio rahisi ile Alhamisi kuu fanye misa asubuhi ya Krisma, misa ya Krisma afu jioni mje kufanya ile misa ya karamu yeah. ya, ya Bwana, kwa hiyo maaskofu wengi wanafanya aidha wiki moja kabla yeah. au katiatnavokaribia karibia, karibia pale mfano Jumanne Jumatano kabla ya E, ili wapadi wote waweze kushiriki kwa sababu hiyo misa ya ya krizim ndio ile misa ambayo askofu mahalia askofu wa jimbo wanabariki mafuta ya aina tatu, mafuta ya ya ubatizo wakati kumina ito mafuta a wakati kumeni krizim, ambayo tunatuika kwa ubatizo kipa imara na upadilisho, alafu na mafuta ya wagonjwa. Hayo mafuta tatu wanabarikiwa siku ile na mapadi wote wanakuwepo kwenye hiyo misa sababu pia ni sikukuu ya mapadi yeah, tukakumbuka siku alivyoika ekaristi takatifu. Kwa hiyo yeah. Namna hiyo pia askofu anakuwa na mpadi wake anabariki. Na baada ya hiyo misa ya Krism, sasa ambayo inafanyika sehemu nyingi ya asubuhi au kabla, ndio jioni na kuwepo sasa ile misa ya Alhamisi Kuu inaitwa karamu ya Bwana okay. Pale ndio fumbo mm. lile Yesu alilofanya kabla ya mateso kama alivyowachukua mitume yake akala karamu ya mwisho akafanya ile sakramenti. Kwa kweli, kweli huu ni mwili wangu utakaotolewa. Baada ya sasa ndo akaendelea yeah. kwenye i, ya, ma, ya mateso. Kwa hiyo ya kwanza nio Alhamisi Kuu ambayo ina mambo ibada mbi, ma, ma, mbili ibada ya krizima, misa ya krizima halafu misa ya karamu ya Bwana, ambayo hiyo misa krizim ni inawahusisha wakleru okay. Hiyo misa wahusika wakuu ni maaskofu na mapadri au wakleru na walei walei wanahusika kwa maana ya kwamba ni kanisa nzima, kwa sababu pia walei wote tunashiriki, ni watu wa Mungu wanaalikwa, lakini lengo hasa ni kubariki mafuta, na walei pia wanaalikwa washiriki, kwa sababu misa bila walei itakuwa yeah. uh, haijakamilika. Kwa nini meuliza hivi? Inawezekana mtazamaji akawa na mimi sio Mkristo kamili ama hii kwenye katekisimu nilikosa, na, na, maelezo yako na mimi yametuweka yes, ya yes, wazi. Sasa na sasa kwenye ile misa ya Alhamisi Kuu, ambako kuna karamu ya mwisho, tuna ujumbe ambao tunaupata sasa. Sijui kama inapita miaka yote kama ni adoc <laughs> lakini kuna ile tunaambiwa kwamba ni siku ya amri ya mapendo iliyowekwa, Bwana Yesu anawaosha wafuasi wake miguu, na hiyo ikionyesha kwamba tunatakiwa kuwatumikia na kuwapenda wengine. Hii inatumika miaka yote ama ni specific kwenye mwaka fulani wa kanisa? Kwa kweli miaka yote, wazokuu ni hilo, yeah. kuonyesha kile Yesu alichofanya siku ya Alhamisi kabla ingia kwenye mateso, karamu ya mwisho ambayo ndani yake aliosha wafuasi wake miguu kuonyesha kwamba sasa yeye ni mtumishi, na nawaalika wale ambao watachukua nafasi yake, sasa wafanye vile vile. Na hiyo ndio inaonyesha unyenyekevu wa sisi wa Kristo. Kwa kweli, kuwa kiongozi maanake ni kunyenyekea. Kuosha miguu ni kazi ambayo ilikuwa nafanyika na watumwa tu, jinsi walivyofanya. Ndio maana Petro alikataa pale, akasema mimi unioshe, kamwambia kama, kama hujaosha uweze kuwa na ushirika na mimi. Manake Yesu tu asipokuosha uwezi kuwa na ushirika na Bwana Yesu. Kwa hiyo ujumbe mkuu kwa kweli ni huo, Kuweka Ekarista takatifu daraja la upadre na Ekarista takatifu pamoja na kuonyesha sasa, huo hizo sakramenti zinafanya kazi katika mazingira ya utumishi. Wow. Yeah. Hii habari hi ni nzuri sana kwa hiyo tutatembea nayo, naamini watazamaji watapata kujifunza kitu mm -hmm. kizuri hapa na uelewa. Tunatakiwa kuendelea kwa mambo ya kiimani, Alhamisi Kuu inatuandaaje kwenda Ijumaa Kuu? ama Ijumaa Kuu inarithi nini kutoka Alhamisi Kuu? Sasa hiyo ibada inaendelea kama kawaida, wanateuliwa watu kumi na wawili kuwakilisha mitume wale kumi na wawili Siku hizi liturijia inaruhusu sio wanaume tu, yeah. Inaruhusu watu wote e, kwa sababu wanawakilisha kanisa hiyo misa. Kwa hiyo askofu au mwadhilisha misa ndio anawaosha miguu yeah, wote kumi na wawili. Halafu baadaye e, misa inaendelea kama kawaida pale mwishoni Eh, mwongoza ibada hatoi baraka. Kuna ibada ya kuanua altari, yaani kuonyesha kwamba sasa tunaanza kuingia kipindi cha uzuri. Baada ya pale, kama unakumbuka Yesu alivyofanya karamu ya mwisho, baada ya hapo alienda bustani ile ya Getsemani, akatulia ya ya, yes. yes. Pale sasa ndo usiku akaja wa wakamkamata, kwa hiyo kuashiria sasa tunaingia kipindi cha uchungu cha mateso, maana altari inavuliwa inakuwa wazi kabisa. E, na msalaba. Kwa hiyo pale, sehemu nyingi kunakuwa na ibada ya kuabudu, hata mpaka wengine usiku kucha, wengine mpaka saa sita usiku e, kunakuwa na sehemu pembeni ambapo Ekaristi takatifu inawekwa kukumbuka ile Ijumaa Kuu, na hapo sasa kukumbuka kuingia kwenye mateso. Kwa hiyo ndio inatupeleka mpaka kesho yake, sasa Ijumaa Kuu e, ile.